lakini pia na wakiliza mwingi wa akimkoa wote, mwenyezi Mungu wakusaidie. Mimi wakili Dunstan Kyobya mkuu wa wilaya ya Kilombero nakiri kupokea Mwenge wa Uhuru kutoka kwako mheshimiwa wakili msomi Kibasa Naduba, ukiwa una ng'aa, una meremeta na una waka. Lakini pia nakiri kupokea kiongozi wa mbio za mwenge wa kitaifa pamoja wa mungo tano wangazi kimkoa na wao ndani ya wilaya ya Kilombero. Mwenge huo utakimbizwa katika halmashauri mbili za Mlimba pamoja na Ifakara, na kwa siku ya leo mwenge huo utakimbizwa katika halmashauri ya Mlimba na kutembea miradi ya thamani ya bilioni 2.6. Ehe, Mwenyezi Mungu nisaidie.